Leo tunaenda kudadafua mada. Je, kujiunga na Jeshi la Polisi ni bahati au mkosi? Share video hii lakini pia usisahau kusubscribe. Kipimo kidogo. Mfano umechaguliwa kwenda kwenye mafunzo ya Jeshi la Polisi, alafu uamue kususa. He, ndugu yangu hata ukisusa kuna mwingine anahitaji, kwa hiyo ukipata nafasi wewe nenda mafunzoni. Ni bahati kwa sababu zifuatazo. Namba moja, ni ajira ya kudumu serikalini. Ajira ya polisi ina uhakika, kila mwisho wa mwezi utapata kipato. Namba mbili, ni fursa za kujiendeleza kielimu. Mfano, polisi ameajiriwa kwa levo ya form 4 lakini pia anaweza akajiendeleza mpaka kuchukua degree, masters na kuendelea. Mwisho, heshima katika jamii, maeneo mengi ya Tanzania, kazi ya polisi ni kazi ambayo inaheshimika na kuthaminika.